Injinia ni injinia Morioki Morioki, huyu injinia na MCA atu walikuwa na panga vijana watupige mawe, nikaambiwa mume watoa mbio, mume watoa mbio. Wewe injinia Morioki, wewe MCA. Usicheze na sisi bwana. Sisi ndio viongozi wa hii jamii si ndio? Mawe wewe, waijinia, kichwa yako ni mzuri, ati upiga nikijii mawe? Mimi nauliza huyu Kasongo ametubeba ufala. Anapatia MP pesa apange vijana watupe mawe pale kwao, anapatia vijana matatu Anawapatia bodaboda, anawapatia posho mil. Hapa mjumbe anapatiwa pesa apee vijana watupe mawe, alafu akakunywe pombe. Ni mjinga si mjinga? Ni mjinga si mjinga?